Ikiwa leo ni Juni 12 siku ya Alhamis, karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Mada ya leo inasema kwa ajili ya wakati kama huo. Kuna mwelekeo wa kusikitisha miongoni mwa baadhi ya wa Wakristo kufikiria sana mambo magumu ya unabii wa Biblia. Tunaona kwamba nyakati za majaribu ziko mbele na kuchunguza unabii kunaweza kujengwa katika msingi wa hofu ukazia fikra taabu badala ya utatuzi ulioahidiwa kwa kisa husika. Wakati Mungu hadanganyi kuhusu wakati ujao na ni mwaminifu kuhusu matukio yatakayotokea kati ya sasa na mwisho wa pambano kuu, ni muhimu daima kusoma kisa hadi mwisho. Kuna mpangilio wa jumla katika unabii ambao Mungu anafunua ukweli kuhusu machafuko yaliyoletwa na uasi wetu wa kibinadamu na anatuonyesha matokeo yake. Lakini basi daima anashikilia tumaini. Wengine wametazama utabiri wa zahama ya mwisho wakati wa taabu ya Yakobo kwa hofu na kutetemeka. Bila shaka, nyakati za mwisho hazitakuwa rahisi kwa watu wa Mungu. Lakini kama vile utabiri wa nyakati ngumu unavyoaminika ndivyo ilivyo kwa ahadi ya ukombozi katika Ufunuo sura ile ya kumi na mbili, Shetani anamfuata bibi harusi wa Kristo ili kulipa kisasi kwa chuki, lakini Mungu anaingilia kati ili kumwokoa. Kisa cha Esta pia kinamwonesha malkia mrembo akitimiza wajibu muhimu katika mfululizo wa matukio hayo, na Mungu anamtumia nguvu waokoa watu wake. Soma Esta sura ya 4 aya 13 na 14, Esta sura ya 5 aya ya kwanza hadi tatu ya na Esta sura ya 9 aya 20 hadi 20 na nane. Ni masomo gani tunaweza kupata kutoka katika vifungu hivi kuhusu taabu yetu katika nyakati za mwisho za historia ya dunia? Mungu aliinua kanisa lake la masalio kwa kipindi maalum katika historia. Siku 1260 za zama za giza zilipokaribia mwisho, Mungu alimtoa bibi arusi wake kutoka mafichoni, linganisha na Ufunuo 12:14, ili kupeleka ujumbe wake wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu, ujumbe wa malaika watatu. Tupo hapa kwa ajili ya wakati kama huo, Esta sura ya 4 aya 14. Esta aligundua kuwa hakuwa peke yake kukabiliana na mateso yaliyokuwa yakielekezwa kwa watu wake na Haman. Alipata kibali kutoka kwa mfalme, na watu wake hatimaye wakakombolewa. Na sisi vile vile hatuko peke yetu tunapoingia katika nyakati za mwisho za historia dunia. Mfalme yuko upande wetu na watu wa Mungu watakombolewa vile vile.